Majibu yako yanasaidia jimbo na wilaya yako kuelewa kinachofanya kazi na mahali ambapo ushiriki wa wazazi unaweza kuboreshwa. Utafiti mfupi, wa dakika mbili haujulikani na unafunguliwa kila mwaka kuanzia Januari moja hadi Juni 30. Unaweza kuukamilisha kwa kwa kuchanganua msimbo wa QR au kwa kuomba nakala ya karatasi kutoka wilaya yako ikiwa huna kompyuta au simu mahiri. Asante kwa kushiriki sauti yako.